Nam maelfu ya wakimbizi kutoka huko nchini Kongo katika mji wa Uvira wameingia katika nchi ya Burundi na kukimbilia huko mara tu baada ya kutokea machafuko katika mji wao huko nchini Kongo. Umeona bwana, haya yametokea mara tu baada ya viongozi wa M23 pamoja na AFC kukutana usiku wa kuamkia leo kwa ajili ya kuweza kuchukua eneo lile la Uvira, na viongozi hawa n kea kulilaumu jeshi la nchi hiyo na kusema kwamba jeshi linasababisha mauaji katika eneo lile, hivyo basi wao kwa sasa mji ule wa Uvira uko chini yao na watawalinda wananchi. Wananchi wameanza kutapatapa na kukimbia huku na kule kwa ajili ya kutafuta usalama na wameingia wengi katika nchi ya Burundi kwa sababu mji wa Uvira uko karibu kabisa na nchi ya Burundi. Haya, wiki iliyopita Rais wa Marekani Donald Trump aliwaita rais wa Kongo pamoja na rais wa Rwanda kwa ajili ya kusaini mkataba wa amani uko nchini Marekani. Lakini leo hii tena tumeweza, hiki ni kitu ambacho kulingana na wengi kilikuwa hakiwezekani, ila kinawezekana, nafikiri doable, ni muujiza mkubwa. Donald Trump alikuwa anajipiga kifua na kusema kwamba ameweza kufanikiwa kuleta amani katika nchi ya Kongo na sasa Kongo itakuwa na amani. Leo hii tena tumeweza kusikia machafuko yanaendelea huko nchini Kongo. Hii ni Sniper TV tunaendelea kukusogezea habari mbalimbali. Usisahau kushare na kusubscribe na kulike na kucomment. Asante sana.